Innallaha kana alaykum raqiba wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Kukumbushana ni kuirenew nafsi ya mwanadamu, ni kumkumbusha mwanadamu katika yale ambayo ameghafilika kwayo, apate kuyakumbuka ajiweke sawa katika njia ya Allah subhanahu wataala. Maana almauti, kifo kinamjia mwanadamu ghafla, bartatan, kinakuja ghafla, kinakuchukua, hakikusubiri. Ndio kwa maana tumewekewa mfumo wa kukumbushana, unakumbushwa ikiwa umeghafilika. Mchamungu anaweza akakosea muda wote, lakini tabia ya mchamungu akikosea, akikumbushwa tu anarejea kwenye nafasi yake, anatubu sasa ndio kwa maana ndugu zangu tumewekewa kanuni ya kukumbushana, ili tuikae sawa katika njia ya Allah subhanahu wa taala. Tutachukua muda mfupi kadiri Allah atatuwezesha kukumbushana kitu kinaitwa alghiba, kusengenya, kuteta. Ndio leo tutakumbushana kwayo, ndugu zangu. Na Allah subhanahu wa taala anasema kwenye Qurani, ya ayuha alladhina amanu Enyi mluamini, ijitanibu kathira min dhwan ji, jiepusheni sana na uwingi wa kuzania. Inna baada dhwan ithmun, hakika baadhi ya, ya, ya dhwana zenu mnazozania ni madhambi. Wala tajassasu, msifanyiani ujasusi, msichunguzani. Na wengi leo katika sisi tunakuchunguzana. Mwenyezi Mungu anasema usimchunguzi mtu katika mambo yake. Mtu ana mambo yake anayafanya katika maisha yake yeye na familia yake, usimchunguzi. Hakuna mtu aliyokupa hiyo kazi ya kuangalia maisha ya watu wanaishi vipi. Allah amekataza, kisha akasema: wala yakta badukum badwa, wala yakta badukum badwa. Wala ndugu zangu msisengenyani, baadhi yenu wasiwasengenyi wengine, maanake tusisengenyani. Ndio, Allah anasema: ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Je, kuna katikati yenu kuna yule ambaye atapenda kuila nyama ya ndugu yake ambaye ameshakufa? Allah akasema: fakahritumuh, ni jambo ambalo ni la makuruhu linachukiza sana. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mnachukia katika kufanya hayo, fattaku wattakullaha innallaha tawwabur rahim Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na ni mwenye kuwarehemu. Ndugu zangu, ndimi zetu zitatupeleka pabaya siku ya kiyama. Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema kafa bilmari ithman, inatosha kwa Mwislamu kwa mwanadamu kuwa ni madhambi makubwa ani yuhaditha, kuhadisia kusimbulia habari ambayo amesikia, kulu masamia, kila kitu akisikia anahadisia yeah, habari za uongo, habari za ukweli, habari zenye hazina mashikio yeye yeah, kimfikia habari anaisupply. Hiyo ni madhambi makubwa sana, ndugu zangu. Tumegusia kwenye darasa juzi kidogo tu, katika mlango huyu, lakini ni mlango alimamu Nawawi kauweka kwenye kitabu Riyadu Salihin, ni mlango mzima umechukua hadithi za kutosha, babu alghiba. Ukishuka chini utaziona hadithi na aya ziko pale nyingi tu, lakini Hasanlbasari ye amesema, dhikru lighairi thalatha, kumtaja mwenye mtu ni inachukua katika aina tatu. La kwanza akasema kuna alriba, ndio kusengenya kwenyewe, buhtan, kumzulia mtu, walefi, yani kumdanganyishia mtu kitu cha uongo, kisha yote akayachambua vizuri, lakini akasema na yote haya Mwenyezi Mungu ameyataja kwenye kwenye kitabo chake kitukufu, kisha akasema antadhkura akhaka bima fihi kuse, alghiba, kusengenya ni kumtaja mtu kwa yale ambayo anayo. Kweli mtu ana tabia zake mbaya ukamtaja mtu kwa zile tabia, hiyo ndio naitwa alghiba. Kisha akasema walbuhtan, na buhtani antadhkura akhaka bima laysa fihi, ni kumtaja mtu katika yale ambayo hana, ukakaa mnamzulia mtu uongo, mambo ambayo hajawahi kufanya, hamna ushahidi nayo, mkakaa mnasimulia anasema hii ndio inaitwa buhtani, kum kumdanganyishia mtu ama kumsingizia mtu. Kisha akasema wal ifki, na ifki na yenyewe antadhkura akhaka bima balaghaka, ni kumtaja mtu kwa habari ambayo imekufikia umemsikia mtu, we bana, huyu mtu ni mmoja, mbili, tatu, hauna ushahidi nayo, ni habari zimekufikia na wewe zile habari ukazichukua, ukaanza kuzisimbulia. Kisha ndugu zangu akasema hizi Mwenyezi Mungu amezitaja kwenye Qur'ani. Aya imeitaja ee, ghiba ni ile Mwenyezi Mungu anasema wala Mwenyezi Mungu anasema walladhina yudhuna almu'minun walmu'minatin bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa if wa ithman wa ithman mubin wa ithman mubina. Allah anasema hakika wale ambao waliamini wanaume kwa wanawake Ikiwajia habari yoyote, bi ghairi maktasab, maneno ya uongo, wanasikia wanawataja wenzao, hakika waseme kwamba hayo wamebeba madhambi makubwa. Buktanan wa ithman mubina, wamechukua kusengenya na madhambi makubwa wameyabeba. Ndio Mwenyezi Mungu anasema faqad ihtamalu wamebeba, maana yake wamechukua mzigo wa kusengenya, na hayo ni madhambi makubwa sana. Kisha walifki, na yenyewe imetajwa kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu pale aliposema walaula idh samitumuh dhanna almuminina, dhanna almu'minina walmuminatu bianfusihim ghaira faqalu, ama waqalu hadha ifkum mubin. If, if imetajwa hapa na yenyewe. Laiti wangesikia dhann watu wamewadhania waumini wa wanaume kwa wanawake maneno ya uongo ambayo hawajafanya wao, wangesema kabisa kwenye kikao kile Hadha, hakika hii ifkum mubin, huyu ni uongo wa waziwazi, hawajafanya hivyo. Kumbe kwenye vikao na makundi yetu stori zikija pawe watu ambao watakanusha waseme ah, mna sio ukweli, mnamsingizia. Ndugu zangu katika imani, rawa imamu Tirmidhi min hadith abi huraira radhiyallahu anhu qala qala alhabibi almustafa lmustafa sallallahu alayhi wasallama atadiruna

kusengenya dhikru dhikru akhaka bima yakrahu ama bima yakraha, ni kumtaja mtu katika yale ambayo anayachukia. Siku yoyote mkikaa mnamzungumzia mtu katika mambo ambayo akiyasikia yatamchukiza, hiyo ndio inaitwa alghiba. Maanake mkuo, mnamsengenya. Hii story tuko tunazungumza mwenyewe, akiisikia hii history itamchukiza. Mtume akasema ndio kusengenya kwenyewe huko. Kisha wakasema qalu, maswahaba wakamwambia mtume ya Rasulallah, ee Mtume wa Mwenyezi Mungu, afaraaita je, unaonaje? Inkana fi akhi akika, ikiwa yale ambayo tunayazungumza, ma aqulu, anayo kweli, sisi tunazungumza histori ya mtu ambaye ni kweli. Mtume akasema qala inkana, inkana. Fi ma takulu, ikiwa kweli anayo hayo mdomo mnayozungumza ni ya ukweli, ndugu yenu anayo tabia, Mtume akasema faqad bahatta, hakika ndio kusengenya kwenyewe huko, mnamsengenya. Ndugu zangu katika imani, tumogope Allah subhanahu wa ta'ala, kusengenya ni dhambi kubwa sana ambayo imezidi madhambi mengi sana. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum nastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim wa huwa al-barru al-karim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ndugu zangu katika imani tumeogope Mwenyezi Mungu tuyachukue mafunzo ambayo tunafunzwa tusikuwe watu wenye kukanusha tunaambiwa jambo unalichukulia poa

Hakika pesa moja na ila mtu kwenye riba ni nzito katika kesi ya mtu ambaye amezini wanawake 36 ni afadhali kuliko mtu ambaye amekula riba. Manake mtu ukila riba moja, manake hiyo dhambi ni kubwa kuliko mtu aliozini wanawake 36. Kisha Mtume akasema wa arba riba irdhul muslim. Na jambo likubwa kinachozidi riba ni mtu kutoa heshima hey, hey, ya ndugu yake Mwislamu. Mtu akapita mmesimama, unamuona ule ule nani, siku hizi, yaani ni balaa siku hizi. Ule anauza unga, na ni uongo, hata kama anauza kweli. Ama siku hizi ule nimpiga mchomoko. Ama siku hizi ule ni malaya umepata zambi kubwa kuliko aliyekula riba. Mtu amezini wanawake thelathini na sita umesha chuma zambi kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, tumeogope Allah subhanahu wa Ta'ala, zambi kubwa. Mtume anasema wa arba riba irdu lmuslim, heshma ya mwislamu. Ndio maana Mtume akasema kwenye khutuba ya kuwaga akasema, heshima ya mtu nakwambieni, muichukue sana. Katika yale mambo ameyazungumza mengi, akasema wa aradhakum, heshima zenu ni haramu kuiondoa heshima Muislamu ndugu yako. Kisha e Allah anasema wailul likulli huma zatil lumaza, wamepata hasara ule wao wale wenye kusengenya kwa visogo. Ukipita wanakwenye zana, unamuona huyo kafuria, siku hizi unaona kanzu yake ile ile, au wamesimamisha yani ile ile, au ndio ilikuwa na mstiri hivi imesimama. Maanake maneno ya maajabu ajabu, ambayo hayatuhusu ndugu zangu katika imani, tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Salafi swalih walikuwa wanasema hawaoni ibada katika kuswali, katika kufunga, katika kutoa sadaka, lakini wanasema tulikuwa tunaona ibada kubwa ni heshima ya Muislamu. Heshima ya mtu wanasema, adrakna ba'du as-salafi swalih kana la yarawna al-ibada fi swalat wala fi siyam wala fi siyam, wanasema walikuwa waoni hayo yote, mtu anaswali, mtu anafunga, walikuwa waoni kama mtu anafanya ibada. Lakini wanasema kafa an aaradwa ama kafa an aaradhi anasi an, lakini inatosha mtu kuchunga heshima za watu, ilikuwa inatosha kwamba wanaona ni ibada kubwa sana. Sasa wewe umesali, umefunga, umefanya ya kufanya, lakini kazi yako ni kuwasengenya watu, kuwafanyia watu mambo ya kuondolea heshima kutwa kucha ndo kazi yako, unakaa unajadili una, una maisha ya watu kwa kuwasengenya. Siku ya Kiyama yote wanayachukua. Mtume wa Mwenyezi Mungu anawauliza maswaba zake, ataderuna mani almuflis, je, mnajua nani aliyefilisika? Wakasema almuflis fina, aliyefilisika katika sisi ni mtu ambaye hana dirham wala hana chochote. Mtume akasema Aliyefirisika ni mtu anakuja siku ya kiyama na thawabu nyingi, kafanya ibada nyingi, lakini mtu huyu anakuja kashafa hadha wa dharaba hadha wa akala mala hadha. Mtu anakuja amemtukana huyu, amemsengenya huyu, ameondoa heshima ya huyu, zile zote wanachukua. Sasa wewe umefanya ibada, siku ya kiyama zinakwenda kupewa watu wengine. Swala zako zote wanachukua watu uliwasengenye. Siku ya kiyama hakuna siri. Wewe umemsengenya mtu, Mwenyezi Mungu anamfahamisha ule mtu sasa. Akimfahamisha ule mtu, zile thawabu zako ndio unalipwa, wanamlipa yeye na uki, zikiisha zote zinakuja zambi, zambi za watu za ulevi za zina wewe ndo, yani zile zambi wanachukua wanakupa wewe, unakwenda motoni katika kundi la wazinifu ama katika kundi la wauaji kwa kosa la kufanya nini? Kosa la, ku, la kusengenya watu, ndugu zangu katika imani Tumuogope Allah subhanahu wa Ta'ala. Zambi ya kusengenya ni zambi kubwa sana ambayo itawafanya watu siku ya kiama wadidimie. Ndugu zangu muda umenishia, lakini Allah subhanahu wa Ta'ala akitujalia, tutakuja kuweka mada tena kwa urefu kidogo. Maana unaona watu sasa hivi hutuba hutuba inaisha watu ndio wanakuja kuswali, sijui kama hii hali South Africa ni mtihani gani, nchi unenda Tanzania, nenda Kenya, Burundi, nchi za Afrika, Inafika saa sita watu wameshajaa msikitini, lakini South Africa ni nchi ambayo sielewi, ni nchi gani ambayo watu saa saba ndio mtu anakuja kusali swala ya Ijumaa. Huyu ni mtihani mkubwa. La kuzingatia ndugu zangu, katika mada tulizozitoa, la kwanza, Allah amesema tuache kufanya ujasusi, tuachie maisha watu maisha yao. Mtu anaishi maisha yake, muache anafanya mambo yake, muache. La kufanya ni kumlingania la pili, Mtume ametaka ametaka kutuonesha kwamba kusengenya ni madhambi ambayo yanakula hasanati zako yaumal Qiyaama. Umekaa unajadili maisha ya watu, unawatukana watu kwenye vikao, mtu akipita unamfanyia ubaya. Yaani, kuna watu wakikaa sehemu wao, ukipita tu wanakuanzia mm. Unamuona ule hana lolote ule, siku hizi yani kazi yake yeye ni, ni kuombaomba ama ule siku hizi yeye naye anauzaga simu za wizi ndio maisha yake ya. Yani yani, unamuona mtu mzima kazi yake yaani, mwanamke akipita unamwanzia eh, ule binti na siku hizi naye hafai, yaani ule binti ashakuwa malaya fulani, pale ameshapita na fulani kapita, kweli eh, hey, wao mimi namjua yaani na, ndio maisha watu wanaika vipi, mtaika mkuwa wanaume masaa matatu mko mnaongea nini? Masaa manne masaa matano mnasimama mko mnaongea kitu gani? Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema alfaragh mafsada, mtu kukosa shughuli ya kufanya ni madhambi. Ukose tu shughuli ya kufanya ni maana ma kama hamna kazi, ndio pale mnapata ule muda wa kusengenya. Sasa wewe hamna, hauna kazi, mtakaa mnaongea ni masama masa, masama masama ngapi? Mko mnakaa mnaongea, mtaongea matatizo ya watu. Ndio maana Mtume amekataza watu kukaa kwenye mabarabara. Walipojitetea wakasema tumezoea, na basi, tendea barabara haki zake, msiwasengenye watu, salimia pokea salamu, watu wakitoa salamu, tuweni mauzo kwenye barabara, lakini hayote si hatuyatekelezi. Kumbe ndugu zangu, Mtume akasema kwenye hadithi ya msho, tunamalizia. Mtume amesema haitosimama imani ya umoja wetu mpaka isimame amana, kuwa na amana. Kisha Mtume akasema tena mtu hawezi kuwa na dini ya ukweli kabisa mpaka auchunge ulimi wake. Na kwenye hadithi ndefu, Mtume akasema Chunga ulimi, akaushika akaushika ulimi, kufu alaika hadha, chunga ulimi wako, chunga ulimi wako. Kama mtu anala kusema, fadhali kaa kimya. Kama unala kusema, kaa kimya, sema ya kheri au liasmut, bakia zako tu kimya, nenda. Kama una kazi, kama ni Sunday, kaa ndani nyumbani kwako, kaa ndani, baki zako kimya. Sio una la kusema utakuwa vijioni, uko naongea ongea mambo ya ya kuwasengenya watu. Kazi zako tu ndani umeepukana na mambo mengi sana. Kuliko kwenda kijiweni. Wallahi ukikaa kijiweni, lazima pata pata kuja story ya mtu tu. Na hiyo story ukija, mnaanza kumsengenya mtu. Unatoka pale na mazambi mengi. Kazi zako unasoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Kazi zako ndani una, unaangalia familia yako. Unaongea na mke wako mambo ya dini. Kuliko kukaa, kama kuna dharura, utawafata mtu unamwambia, mimi ni moja mbili tatu. Sasa tuchunge amana, tuchunge heshima za watu. Watu leo wanapenda kuzungumza, si wanawake, si wanaume. Wewe nakupa tu nakupa tu mfano umoja. Naenda kwa mtu mwambie bwana hizi, lakini ni, siri ni hifadhi. Usitoe hizi siri siri, mimi nakupa. Na wallahi watajua Saint George, watajua Pointe Burundi, watajua fasi yote watajua. Na wewe umemwambia hii ni siri, kumbe ni hatari kubwa sana mtu. Tuchunge ndimi zetu. Tuka zetu, tukazetu kimya Usimsengenye mtu, na kama unaona sehemu wanaanza stori za watu, wewe chukua zako viatu vyako, ondoka, nenda, utakuwa umesalimika na mengi. Kumbe ndugu zangu, tunamaliza khutba, tumeacha mambo kadha wa kadha hapa, ambayo ni ya muhimu sana lakini tumeheshimu muda, na la mwisho namalizia kwalo, ndugu zangu, tuheshimu siku ya Ijumaa. Azana ya kwanza ikitoka, nawa mikono, nenda ukaoge, dakika kumi na tano umeshafika kwenye hutba ya Ijumaa. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu.